Baada ya maisha magumu, alienda kwa mganga ili ampatie utajiri. Mganga akampatia jeneza linalotoa pesa kwa masharti, utakuwa unalala nalo kwa dakika kumi pekee kila siku, utaona pesa nyingi. Je, unajua nini kilitokea baadaye? Sasa, kabla sijaanza simulizi hii ya jeneza la baba Njege, hebu kwanza ni follow au subscribe, kisha bonyeza alama ya like, alafu niandikie kwenye komenti kuwa unaangalia simulizi hii ukiwa wapi. Okay, tunaanza. Jina langu ni Kasim Rope. Nilizaliwa nikiwa maskini, maskini wa kupindukia. Mama yangu alikuwa muuza maandazi barabarani na baba aliniacha nikiwa na miaka saba. Nilipofika miaka 22 nilikuwa bado naishi kwenye nyumba ya nyasi nikiwa na ndoto kubwa kuliko uwezo wangu. Kila siku nilikuwa nasema, Mungu, hata siku moja niwe tajiri, siwezi kuishi hivi milele. Lakini siku zilipita, maisha hayakubadilika. Kila kitu kilikuwa kinanipita: ajira, biashara. Hata wasichana wa kijiji walinitania wakiniita mrope maskini. Lakini siku moja nilikutana na mtu ambaye alibadilisha kila kitu. Jina lake lilikuwa Baba Njege. Nilikwenda kwa Baba Njege, mganga maarufu wa huko Mamboleo. Nilimsikia kupitia rafiki yangu aliyekuwa amekuwa tajiri ghafla, aliyejenga nyumba ya gorofa ndani ya mwaka mmoja. Nilimuuliza siri yake, akanijibu kwa sauti ya chini: nilienda kwa Baba Njege lakini ujue si kila zawadi ni baraka. Maneno hayo yalinikaa kichwani, lakini tamaa ikashinda busara. Nilijua nilichotaka pesa, na siku iliyofuata nilianza safari yangu. Njia ya kwenda kwa Baba Njenge ilikuwa ya porini, yenye vichaka na harufu ya uchafu wa mizimu. Nilifika kwake jioni, nikamkuta amevaa kanzu nyeusi, macho yake ya kinga kama taa gizani. Unataka nini kijana? Aliuliza bila hata kuniangalia. Nilijibu kwa sauti ndogo Nataka kuwa tajiri, sitaki kuumia tena. Akatabasamu akasema, utapata mali nyingi, lakini kila dhahabu ina kivuli chake. Je, uko tayari kulala na kivuli hicho? Nilinuna, hiyo ina maana gani? Maana yake ni rahisi, utapata pesa lakini usivunje masharti. Akaingia ndani, akarudi akiwa na jeneza dogo la mbao lenye maandishi ya rangi nyekundu juu yake: mali ni usingizi wa roho. Akaliniambia, utakuwa unalala nalo kwa dakika kumi pekee kila siku. Utaona pesa nyingi. Lale nalo kila usiku kwa dakika kumi pekee. Kila asubuhi utalikuta limejaa noti safi za elfu kumi, lakini sharti moja: usilifungwe mchana na usimruhusu mtu yeyote aliguse. Nilijaribu kucheka, lakini niliona macho yake yamejaa moto, si ya mwanadamu wa kawaida. Nililichukua nikarudi nyumbani. Usiku wa kwanza nililiweka kando ya kitanda. Nilipoamka asubuhi nikaona pesa, milundo ya noti zikiwa safi, elfu kumi, elfu ishirini mpaka kufikia laki moja. Nilicheka kwa furaha nikahisi dunia yote iko mikononi mwangu. Nilinunua nguo mpya, simu, hata nikakodi nyumba mjini. Kila siku nililala nalo na kila siku pesa ziliongezeka. Sikuamini macho yangu. Nilianza kusema kwa watu kuna Mungu wa maskini na kuna miujiza ya kweli. Lakini usiku mmoja mambo yalibadilika. Nilipokuwa nimelala, nilisikia sauti ikinongona ndani ya jeneza, Kasim, sasa ni zamu yako kulipa. Nilishtuka nikafungua macho, jeneza lilikuwa limejifungua kidogo, na ndani kulikuwa na damu inatiririka taratibu. Nilihisi miguu yangu inatetemeka, nikajaribu kulifunga, lakini halikufunga tena. Asubuhi nilipoamka, pesa zilikuwepo kama kawaida, lakini niliona kitu cha ajabu. Kila noti ilikuwa na doa dogo la damu upande wa kushoto. Nilikumbuka maneno ya Baba Njenge, usilifungue mchana na usimruhusu mtu yeyote aliguse. Lakini jirani yangu Hamisa, msichana niliyempenda, alifika nyumbani. Alipoona sanduku lile dogo likiwa pembezoni, akaniuliza, hili ni sanduku la nini? ni kisanduku cha pesa. Akanigusa bega akasema kwa utani, ngoja nione hizo pesa zako. Hapana, usifungue sanduku! Kabla sijamzuia, alikuwa ameshafungua jeneza. Kilio chake kilisikika hadi nje. Alipoangalia ndani, akapiga kelele kisha akaanguka chini. Nilipokimbia kumtazama, niliona kitu kilichonifanya nipoteze fahamu. Ndani ya lile jeneza palikuwa na macho mawili mekundu yakinitazama, akitabasamu kama ya mtu anayefurahia mateso. Nilipozinduka Hamisa hakuwepo. Nilitoka nje nikimtafuta, nikakuta viatu vyake tu vimejaa damu. Nilijua nimevunja sharti. Nilijaribu kurudisha lile jeneza kwa Baba Njenge, lakini aliniambia kwa sauti ya ukali, ulishalikubali kwa damu, sasa ni lako. Kila pesa utakayoipata italipiwa kwa roho. Kuanzia siku hiyo, maisha yangu yakawa mateso. Kila nikilala, nasikia sauti ya Hamisa ikilia ndani ya jeneza lile Nilijaribu kulichoma moto, halikuungua. Nilijaribu kulizika, asubuhi nilikuta lipo ndani ya chumba changu. Na mbaya zaidi, kila asubuhi pesa zinazidi kujaa zaidi, lakini sasa kila noti ina uso wa Hamisa. Ninaandika haya nikiwa na taa moja ndogo mezani, jeneza liko pembeni likining inia kimya, lakini najua liko macho, likingoja niondoke duniani ili lirudi kwa mganga mwingine na kumchagua maskini mwingine mwenye tamaa kama mimi. Nilihama mji Nilitembea kwa miguu usiku mzima nikivuka milima, misitu na vijito. Nilidhani nikiwa mbali nitawacha mzigo ule nyuma, lakini nilipofika kijiji cha Mbuyuni, nilipoingia kwenye nyumba ndogo ya kupanga, nililiona tena, liko pembeni ya kitanda. Lile jeneza la masharti halikuwa limechafuka, halikuwa limevunjika, lilikuwa safi, liking'aa kana kwamba limetoka dukani leo. Tafadhali nisamehe, nimechoka na mateso haya. Niliketi sakafuni nikilia, nikisema kwa hofu, kwa nini huniache shetani wewe? Lakini badala ya jibu, nikasikia sauti ya mwanamke akinongona nyuma yangu, Kasim, pesa zako bado hazijamalizika. Niligeuka haraka, hakuna mtu, lakini kwenye kioo kilichokuwa ukutani, nilijiona nikitabasamu wakati mimi mwenyewe nilikuwa nalia. Siku ya tatu nilijaribu kulifunga kwenye gunia na kulitupa mtoni. Nilisikia likipiga mlio mzito lilipozama, nikahisi nafuu, nikapumua. Lakini usiku uliofuata, niliposikia mlango ukigongwa mara tatu. Moyo wangu ulijua ni nani. Nilipofungua, jeneza lilikuwa limekaa pale, likinyesha maji, lakini ndani yake kulikuwa na noti mpya. Nikakaa kimya, nikaanza kucheka taratibu. Kucheka kwangu kukawa kilio, na kilio kikawa kicheko. Nilihisi kichaa kinanijia. Nilijua jambo moja. Sio pesa tena, ni adhabu. Nilimtafuta mganga mwingine, Bibi Mfuya, aliyekuwa maarufu kwa kutoa laana. Nilimkuta porini akiwa amezungukwa na mafuvu ya wanyama na moshi wa ubani. Nilimwambia kila kitu. Alininyamaza kwa muda mrefu, kisha akasema kwa sauti ya polepole, jeneza hilo sio la kawaida, lilitengenezwa kwa uhai wa mtu aliyekufa bila ridhaa. Mtu huyo anahitaji nafsi nyingine kila inapofika mwezi mpevu. Nikamuuliza kwa hofu na ninawezaje kujinasua? Akasema, lazima ulirudishe kwa baba Njenge mwenyewe, lakini kabla ya kumfikia utalipa kwa damu yako mwenyewe. Nilishtuka, unamaanisha nitakufa? Siyo lazima ufe, lakini utapoteza kitu ama nafsi, ama kumbukumbu, ama upendo wako wa mwisho duniani. Usiku ule ule niliondoka kuelekea kwa baba Njenge. Njia ilikuwa kimya, upepo ukilia kama mtu anayelalamika. Nilibeba jeneza lile kwa mgongo. Lilikuwa zito na kila hatua nilihisi likinungunika kama mtoto anaelia. Nilipofika nyumba ya mganga, ilikuwa imeungua yote, ilikuwa magofu, lakini chini ya mawe niliona kio cha damu kikiwa kimeganda. Nilipojaribu kukichukua, nikasikia sauti ya baba Njenge ikitokea ardhini: umechelewa sana, Kasimu, ila sasa wewe ndio baba Njenge mpya. Macho yangu yakaanza kuungua damu ikatoka puani na nguvu za ajabu zikanipanda. Nilipiga kelele, lakini dunia ikazunguka, na ghafla nikajikuta nimesimama mbele ya nyumba yangu ya zamani, lakini sasa nilikuwa nimevaa kanzu nyeusi kama ya baba Njenge, na jeneza liko pembeni yangu. Kila siku watu walikuja kwangu kuulizia utajiri, wengine wakiwa maskini, wengine matajiri waliokata tamaa. Nilijua nilichopaswa kufanya, nilijua jeneza halikupaswa kuwa tupu. Nilitabasamu, nikawaambia Ukitaka pesa chukua jeneza hili, masharti ni machache tu, usilifungue mchana. Kisha niliketi nyuma ya pazia nikisikiliza sauti zao za tamaa zikifurika kama damu, kila mmoja akisema, mimi niko tayari, sina kitu cha kupoteza. Na mimi ningesema moyoni, ndivyo nilivyosema pia. Miaka mitano imepita tangu nilipobeba jina jipya, Baba Kasimu wa Kibuyu watu wa miji yote mitatu jirani walinijua kama mganga wa miujiza, mtu anayefanikisha maskini ndani ya usiku mmoja. Nilijaribu mara nyingi kustaafu, lakini jeneza halikuwahi kuniacha. Kila nilipojaribu kulificha, likinitazama kwa kimya kizito likiniambia moyoni, tamaa haipumziki Kasim, bali huzaliwa upya. Siku moja mvulana mdogo Sudi alifika nyumbani kwangu. Alikuwa na umri wa miaka 21 tu, macho yake yamejaa huzuni ya umaskini niliyoujua vizuri Aliketi mbele yangu, akainama, akasema kwa unyenyekevu, Baba Kasim, nimechoka kuomba, nimechoka kufukuzwa, nisaidie nipate pesa, sitaki tena kuishi kama sifuri. Nilimtazama muda mrefu bila kusema neno. Ndani yangu niliona kivuli cha mimi wa zamani, yule Kasim aliyebeba ndoto na tamaa. Nilitaka kumwambia ukweli, lakini jeneza lilinigusa begani likanongona ndani ya kichwa changu, umepoteza nafasi yako, mpe yeye. Niliisi baridi kali kama kisu ikinikata shingoni. Nilitabasamu kwa huzuni nikamwambia Sudi, kuna njia moja tu ya kupata utajiri haraka, lakini lazima uwe jasiri kuliko kifo. Akanijibu bila hofu, niko tayari baba, niko tayari kufanya lolote. Nilimpeleka chumbani pale ambapo jeneza lilikuwa limehifadhiwa kwa pazia la rangi ya damu. Nililiondoa pazia na macho ya kijana yakaangaza kwa mshangao. Hii ndiyo siri ya mafanikio mwanangu, nilisema. Utaiweka pembeni mwa kitanda chako, kila asubuhi utakuta pesa, lakini usilifungue mchana na usiruhusu mtu aliguse. Sudi alitikisa kichwa, akachukua jeneza lile kwa mikono yote miwili. Nilimwona uso wake ukijaa shauku ya tamaa safi, ile tamaa ya mtu anayeamini amegusa muujiza. Asante baba Kasim, nitakumbuka masharti. Nilitabasamu, lakini ndani yangu nililia. Nilijua nilikuwa nimeanzisha mzunguko mwingine wa mateso. Nilijua jeneza litatumia damu nyingine. Wiki mbili baadaye, niliamka usiku nikiwa na maumivu makali kichwani. Nilihisi kitu kikivuta pumzi zangu. Nilipojaribu kusimama, niliona kioo ukutani kikionyesha taswira yangu, lakini sasa mimi sikuwa na uso wangu tena. Niliona uso wa Sudi, amevaa mavazi yangu, ameketi kwenye kiti changu cha waganga, na jeneza liko kando yake. Nikasikia sauti yake ingawa alikuwa mbali, asante baba Kasim, sasa mimi ndiye baba wa Kibuyu, wala mimi sitalia kama wewe, nitafundisha wengine kutaka zaidi. Nikapiga kelele, nikajaribu kutoka, lakini mwili wangu ulikuwa mzito. Nikagundua nipo ndani ya lile jeneza. Ndani giza lilikuwa na sauti, nilisikia Hamisa akicheka, sauti ya baba Njenge ikinongona na sauti yangu ya zamani ikilia, nilitaka tu kuwa tajiri. Nikaona kupitia mpasuko wa jeneza Sudi akiwakaribisha watu wengine kijijini, kila mmoja akilia maskini, akiahidi kulala nalo dakika kumi tu, jeneza likicheka taratibu, likitoa moshi mweusi uliojaa harufu ya damu na dhahabu. Nilielewa hatimaye, laana ya jeneza si chombo, ni tamaa yenyewe. Kila anayelitamani analipa kwa roho yake, kisha anapokea nafasi yangu. Nilijaribu kupiga kelele, lakini moshi ulizidi ndani ya jeneza nilianza kusinzia, nikijua historia itajirudia kama ilivyo kwa kila kizazi cha wanaotamani mali bila mipaka. Mwisho wa mwanzo mwingine. Sudi sasa ndiye Baba Sudi wa Kibuyu. Kila anapojitokeza kijana maskini, anasema kwa sauti ile ile ya Kasim, utapata mali nyingi, lakini usivunje masharti. Na hivyo dunia inaendelea kuzalisha matajiri wenye jeneza na maskini wanaolala kwa tamaa yao wenyewe. Mpaka kufikia hapa ndio mwisho wa stori yetu hii. Nadhani utakuwa umejifunza kitu kwamba siku zote mali ya shoti kati haina mwisho mzuri. Mtayarishaji wa simulizi hii ni King Rhino MC Seba. Tukutane tena katika wakati mwingine. Asante kwa kuangalia.